Shetani wa Yanga mambo vipi? Namshukuru Mungu, namshukuru vizuri. Ah, nimeshiba, nimenenepa. Mbona umepoa kama umemwagiwa maji na mmeshinda? Kwani roho yangu naona wanavyofurahi. Sasa nimeshinda goli mbili nimefurahi, nime sana kwa kuwa Yanga na naonekana bora wake iko vizuri hivyo. E bana, tarehe mbili kuna mchezo kati wa Young Africans watakuwa ugenini dhidi ya klabu ya Tabora United. E bana leo kuna klipu zinatembea ambazo zinazungumza kuna sauti ya mtu ambaye anaonekana ni wa Yanga ambaye anawatishia Tabora kwamba wasiende Kongo kuroga na yeye atamshughulikia. Wewe unazungumziaje hili kama shabiki wa Yanga? Mi kama shabiki wa Yanga hmm, katika vitu ambazo Yanga tunaviamini hatuamini uchawi. Yanga tunamwamini Mungu, ndio maana sisi tunajenga misikiti, makanisa na tunatoa sadaka za ng'ombe sisi tunapiga mpira kwa kumwamini Allah tunapigani. Ndio maana sasa hivi ndio kama uliona mwezi wa Ramadhani watu walifutulishwa na Yanga. Yanga tunamwamini nani? Mungu. Na hii timu imesimamishwa na Mungu na injinia ameletwa na nani? Na Mungu. Sasa hivi kitu kinachoongolea ni Tabora. Mimi nawahakikishieni ndugu waandishi wa habari wa naongea kama baba rabi, atikipiga alicho nipiga Tabora, kipiga alicho nipiga Tabora mzunguko wa kwanza, naenda kwao sitaki goli tatu, nataka nimpige chuma saba, kikosi changu alikuwa kitakaa sawa. Nawaambieni na wekeni hadi, nawaambia hivi Tabora asipompiga goli saba, hii hadi iende. Naomba mtu anikate mguu wangu afu mguu upongee karanga, wallahi naenda kumpiga goli tano au saba Sira, tuna sira wana Yanga hu Tabora litualirisha mtunguku wa kwanza no na itatokea naenda kumbomoa. Mwambiaji msemaji wa Tabora yule mwanadada anajipodoa podoa, anajipaka Caro Light, ukinifunga, naomba hiyo Caro Light uje unilishe kabisa, unimwezeshe, uchukue na kijiko chote unilishe yote, unimezeshe na maji, kama Tabora atanifunga Ndai aka kumuua, ndai da kumfanya kitu kibaya. Mbugani wakata saa endapo msiposhinda goli saba. Naulieni tena. Na naitwa Baba Rabiati. Tabora akinifunga, tukasali, natuliza akili. Nasemaje, serikali yetu tukufu ndiyo inayoleta amani. Na mpaka leo tuna maana masuala ya mipira singirie, kama mpira singirie. Hiyo swala basi, mbana Yanga. Naomba washabiki wa Simba watakaponiona waje na msemaji wa Tabora yule dada, waje na panga kabisa lile refu, wali nao walichukua ile panga, alafu Wanikate mguu, wanikate mguu, vua mguu, ubaya, ubwera, ubaya, ubwera, singirie na kabila langu la Kihaya lenye nyodo na malingo siu. Hiyo ni asira ya wanayanga, goli moja, mbili, tatu. Wanayanga tutafurahi

kama wanajifunga funga, niweke hadi hadi weka simba kishinda. Nasema hivi Simba kishinda, Simba kishinda rumas, Simba kimshinda rumasi. Naomba washabiki wa Simba wanimezesha shilingi mia mbili mia mbili tatu ziingie tumboni kabisa zende likavugovugo utumbo nife kabisa. Kwa kuwa zile hela ni mali, wachukue na kisu wazikate wa wazitoe, waende wakanunue pivu wawapa watoto, na serikali isingilie na mwanangu asingirie. Simba hawezi kuingia nusu na hawezi kufunga rumati, anaenda kubomolewa kule Misri. <coughs> <coughs> Eh <tos> mashabiki wakiingilia watoto wako, ah serikali isingilie, kila mtu asingilie iyo ni hadi limetoa wanimezesha shilingi mia mbili mia mbili tatu tena, kama pana wanionyeshe na maji, alafu baadaye, kwa kuwa zile ni mali, wasimzike nazo, wachukue kisu wanikate, kama mali Mungu wao wasitoe zile, alafu wakanunua pipi. Serikali yetu tukufu ilo sore silingilie, mwanangu takisema mimi naenda polisi, baba yangu amemuua ngumi. Kwanza na kabila langu la kihaya tukufu lilo tuletea amani na, na elimu la Kihaya lile ninalo ninalinga ninawasomi nikisikia mwaya mwenzetu wamemuua, hilo kabila la Kihaya lisiingilie. Kama Simba tamfunga rumata, naenda kubomoa remediali. Acheni kuwadanganya, kuwapa watu moyo. Simba bado ni mbovu. Simba haitaingia nusu mpaka mimi bingwa nichukue kombe la klabu bingwa nilete huko, ndio Simba naye atadhubutu. Hakuna leo bwana, si ndio Yanga? Yanga la Yanga safi, unaona? Leo huu mpira wa leo sio pira letu, tumeamua kupiga chini ya kiwango, tuna relax. Tulikuwa shida yetu kwao ilikuwa tunataka tufunge goli moja tu relax, lakini tumepiga ngapi? Huu ulikuwa sio mpira wetu hewa. Yani huu ni mpira, sio kusema tumetumia nguvu, tumeweka nguvu kwa ajili ya Tabora. Yani huu Tabora anapigwa saba, wana Yanga anapigwa saba, sipapigwa saba, wanikate mguu, afu wa mguu na utuangie kisambu na kamanda wetu, hilo swala silingilie. Mimi naondoka ndugu mwandishi wa habari. Eh, basi sala mwisho. Ah, utabiri wako upi kati ya hiyo game ambayo inaenda kuchezwa kati ya Dayang Africa na Tabora? Wachezaji wako ni yupi na upi atafunga magoli? Ah, atakwaje? Ndugu mwandishi wa habari, kuna watu wana vibali vya mpira na Mungu kawapa. Huyu mtu anaoitwa Boka, Sio wa, wa bahati mbaya kuja kucheza Yanga huyu, kaletwa na Mungu, kwanza kampa urefu, ana uwezo wa kukimbia kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha sekunde 30. Siongee mengi, atapiga bonge la shuti kwenye mwamba goli la kwanza. Ndugu waandishi wa habari, kuna watu hawajui kufunga na watafunga raundi ya bao pale kwenye kitofu a Sio mtu wa kawaida, li mguli moja lile lazikira kushoto, simba nzima anapiga la tatu. Unamjua mzizi mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. anakimbia yule anapiga la nne.